Je, umewahi kujiuliza kwa nini mtu anasali, anafunga lakini bado maisha yake yamejaa misukosuko? Kwa nini wengine wanaonekana wako karibu na Allah lakini mitihani haikomi? Leo nataka nikushirikishe siri kubwa sana ambayo Qur'ani imetaja mara kwa mara. Siri inaitwa Taqwa. Taqwa si neno la kawaida. Ni silaha ya siri ya Muislamu dhidi ya mitihani ya maisha. Taqwa mara nyingi hutafsiriwa kama kumcha Allah, lakini maana yake ya ndani ni kubwa zaidi. Taqwa ni kuweka kinga kati yako na adhabu ya Allah kwa kutekeleza amri zake na kujiepusha na makatazo yake. Ni hali ya moyo inayokufanya useme, Allah ananiona hata kama watu hawanioni. Mtu mwenye taqwa hafanyi mema kwa ajili ya sifa za watu, wala haachi dhambi kwa sababu ya hofu ya binadamu, bali kwa sababu anamheshimu Allah kwa dhati. Maisha haya hayana njia ya mkato. Kila mtu anapitia mitihani: mitihani ya riziki, mitihani ya mahusiano, mitihani ya dhambi, mitihani ya subira, mitihani ya nafsi. Allah hakusema kuwa mwenye takwa hatapata mitihani, bali amesema atapewa njia ya kutoka. Mitihani haiji kukuangamiza, inakuja kukupima kiwango cha takwa yako. Allah anasema katika Qur'an: na yeyote anayemcha Allah atamfanyia njia ya kutokea. Hii ni ahadi, sio maoni. Takwa inakupa utulivu wa moyo wakati wengine wanachanganyikiwa, inakupa mwongozo wakati njia zimejaa giza, inakupa baraka hata pale kipato ni kidogo, inakupa heshima hata bila cheo. Mtu mwenye takwa anaweza kupoteza vitu vya dunia, lakini hapotezi mwelekeo. Jiulize, moja. Je, ninaogopa kufanya dhambi nikiwa peke yangu? mbili. Je, naacha kitu haramu hata kama kina faida ya haraka? tatu. Je, ninarudi kwa Allah haraka nikikosea? Dalili za takwa si maneno mengi, ni maamuzi sahihi hata yanapokuwa magumu. Takwa haiji kwa ndoto, inajengwa. Linda swala zako, jifunze Qur'ani, hata kidogo kidogo Kaa na watu wema, acha dhambi unazozijua, omba Allah akupe takwa. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa anaomba, ewe Allah, nipe nafsi yangu takwa yake. Kama unataka maisha yenye mwelekeo, kama unataka msaada wa Allah katika mitihani, kama unataka nuru katika giza, shika takwa, kwa sababu takwa ndiyo silaha kubwa ya Muislamu dhidi ya mitihani ya maisha.